Katika hii video tuna maswali mawili kutuwa, ama maswali kadhaa kutoka kwenye isimu jamii. Na swali la kwanza linadondoa, nadondoa lenyewe ni ndugu na madada, sote tumealikwa katika karamu hii abuana, ya ya bwana, kabla ya kujongea mezani pake bwana, pana haja ya kutakasa nyoyo zetu na kujutia madhambi yetu. Swali la sehemu ya kwanza, tambua sajili hii. Swali la sehemu ya pili, eleza sifa tatu ambazo hujitokeza kwenye sajili hii. Swali la Ba sehemu ya kwanza eleza maana ya krioli. Swali la Ba sehemu ya pili taja sifa zozote tatu za krioli. Swali la pili sehemu ya A eleza tofauti kati ya kuchanganya ndimi na kuhamisha ndimi. Swali la pili sehemu ya Ba tambua sababu sita za kuchanganya na kuhamisha ndimi. Tukianza na swali la A sehemu ya kwanza tambua sajili, na hii ni sajili ya maabadani. E, swali la A sehemu ya pili, eleza sifa tatu ambazo ambazo jitokeza kwenye sajili. E, katika sifa za sajili ya maabadani ni kuwa e, ni matumizi ya msamiati maalum, kwa mfano, Mungu asifiwe Amin. Sifa nyingine ni matumizi ya sentensi refu ili kuweza kueleweka vizuri na waumini. Sifa nyingine ni matumizi ya ukale wa lugha jinsi ilivyoandikwa. E, sifa nyingine ni e, kudondoa kauli au kurejelea sehemu fulani katika maandiko matakatifu. Sifa nyingine ya sajili ya maabadani ni uradidi wa maneno kama vile Amin ama Mungu yu mwema. Swali so, la ba sehemu ya kwanza eleza maana ya krioli. Na krioli ni pijini iliyoimarika ama iliyokomaa na kuwa na watu wanaoizungumza kama lugha yao ya kwanza. Swali so, la ba sehemu ya pili taja sifa zozote tatu za krioli. Na katika sifa za krioli ni kuwa wana wenyeji kwa mfano krioli ya Haiti ambayo ina wenyeji wake wa nchi ya Haiti ambayo wanaizungumza. Sifa nyingine ya krioli, huwa na miundo thabiti ya kisarufi kumbuka, ni pidgin kisarufi, kumbuka ni iliyokomaa na kwa hiyo iko na kwa hiyo, e, miundo ya kisarufi iliyoimarika. Sifa nyingine ya ya krioli huwa na msamiati thabiti unaoweza kutungiwa kamusi. Sifa nyingine ya krioli, wana matumizi mapana katika nyanja za kisiasa, za muziki na kadhalika. Swali so, la pili sehemu ya a. Ah, eleza tofauti kati ya kuchanganya ndimi na kuhamisha ndimi. Ah, kuchanganya ndimi ni hali ya kutumia zaidi ya lugha moja katika sentensi moja, na mzungumzaji utoka kidogo katika lugha moja na kuingilia lugha nyingine, eh, kisha akarejelea lugha ya awali. Kuhamisha ndimi nako ni kubadilisha mkondo wa mazungumzo kutoka lugha moja hadi lugha nyingine. Utapata sentensi moja, e, msemaji anazungumza kutumia lugha moja, kwa mfano lugha ya Kiswahili, kisha sentensi inayofuatia akatumia lugha ya Kiingereza. Swali so, la pili sehemu ya ba, e, tambua sababu sita za kuchanganya na na kuhamisha ndimi. Na katika sababu za kuchanganya na kuhamisha ndimi ni kupungukiwa na msamiati wa kutumia. Sababu nyingine ni kujitambulisha na kundi fulani la watu, kwa mfano watu waliosoma ama wana elimu. Sababu nyingine ni kujihusisha na lugha inayoonewa fahari katika nchi. Sababu nyingine ni kutaka kuonyesha kuwa una uwezo wa kutumia lugha mbili au zaidi. E, sababu nyingine ni kutaka kufafanua dhana fulani, kwa mfano uyoka, e, X-ray.